Watu watatu wamefariki na mmoja kuokolewa baada ya kuangukiwa na vifusi walipokuwa wakichimba mawe katika kijiji cha Kokotoni viungani mwa mji wa Malindi kaunti ya Kilifi. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Malindi David Lusava amesema serikali ilifunga chimbo hilo mwaka uliopita baada ya kuonekana kuwa hatari kwa jamii. Mke na mumewe ni miongoni mwa watu walioaga dunia huku watu wengine kadhaa wakikisiwa kukwama kwenye mchanga. Shughuli ya uokoaji inaendelea. Kwa sasa shughuli za uokoaji zina, bado zinaendelea. Tunashirikiana vitengo vya usalama, Kenya Red Cross uh, na disaster team ya county ili kuokoa wale pengine bado wamesalia kwenye chenye kimefanyika hapa leo ni jambo la kutamausha, kwa sababu watu wote ama mtaa mzima wamejazana hapa, kwa sababu kurescue hawa watu. Ingekuwa vyema watu kama hawa, kwa sababu hii ni aina ya ajira yenye pia wanatafuta, wapate mafunzo na kupitia kwa county government, watu wajitokeze. Kozi hizi kazi kama hizi, wako wataalamu wa kufanya hizi kazi, na kuliko hawa mama waendelee kufanya kazi kama hizi, na mikono ni hatari inatarisha maisha zao zaidi. So kaunti pia ionee huruma watu kama hawa, kwa sababu hawa watu ni wengi. Mimi binafsi najua hapa kuna watu wasiopungua mia nne ambao wanafanya hii kazi hii.